Jambo sana tena sana, na Mungu awabariki, na mwaka mpya wa vita na amani. Mimi ni kijana wenyu kamanda wa vita General Foudre Rouge Igwe, narudi hapa kuwafahamisha kidogo na kuwajulisha ya kwamba hakuna masomo mwaka huu katika tarafa la Uvira na katika muji wa Uvira hususan idara Uvira muji na plan na tarafa, hakuna masomo. Haiwezekani, adui anazidi kuongeza jeshi lake katika tarafa la Uvira na muji wa Uvira, na sisi vijana wenu tunazidi kujikusanya kwa nguvu kuingia ndani ya muji wa Uvira, kisha masomo yafunguliwe. Wale watoto mnawatakia nini? Mama mwenye akili timamu ambaye amechukua ujauzito miezi tisa akamlea mwanaye tumboni tangu miezi tisa hadi kwa mwaka alionao wa shule, asitume mtoto wake kwenye masomo mm. Hakuna shule la vita alikuwagi. Hizo ni mbinu za adui. Huyo ni adui ndo anayeandika hizo makomunikasyon zenye ziko za bike, sio ma, kama sio ma sio viongozi vikuu vya shule ambavyo wameandika pana, ni adui. Ana frappé intelligence artificielle adui anatumikisha, yani kusema shule nianze siku ya pili. Hakuna shule katika vita. Wanapenda vijana wa kuinukia inukia, waende kwenye shule, wa wakusanye wote wawapeleke Rumangabo kwenye formation ya vita. Sasa ya pili sama sasa itaanza lia Muvira wakati tutaanza pigana nao. Kwa sasa Uvira ni shamba la vita. Je, katika shamba la vita kunaweza kuwa shule? Shule gani? Hilo shule si ya kumalizisha watoto. Sama sasa inaanza lia. Uwe mama wewe utatoka kwako ukimbie uende kamata mtoto wa kwanza primary. Wala mtoto atajua tena kwako. Kwa watoto watakufa wengi sana kwa wakubwa kwa wadogo. Hata walimu, hata wamama wale wanafundisha. Mtoto wa, ma, wa maternelle nataka mpeleka kwa masomo mwai wasiwasi. Utamchunga. Walimu watakimbia kivyao na watoto kivyao, na watoto wanapotea na wengine wanakufa. Wana mbinu, wanataka kumaliza watu wa Uvira ili walete ushenzi wao wa Rwanda wakuye mpanda katika mwingini, na wakumbusha mwangalilie kwa Ethiopia, ndio mbinu zenye wanataka kufanya. Na wakumbusha kwa RCD wakati banabana kabila lepera na bana kishasa walikusanya watu wote wanaume bamoya walienda kutere panza wengine kwa zuri Uvira yote mzima, walikamataka wanaume wakawatosha nje na makatre, wakawakusanya kumatere baliko wanasubiria wajitangaze, ba kishasa wanabana na wanaua wale wanaume wote, ili baende Rwanda, walete ba babiana wakuye zala na wamama zetu, wadada zetu katika muji wa Uvira watazala nao, ile ile ile kile kizazi kinadomine ile, na ile, ile rase yetu inapotea. Ndo mbinu zao zile, kufungula masomo muvita Hamuna viongozi hata hata hata, hamuna viongozi wa kuwatetea msipo shimama kujitetea mwe peke. Tuko pris en otage, na tumu ambalo limezala mubaya ni tumbu. Hizi zimezala hawa wakongomani ambao wanashindikiza wenye Rwanda, hizo tumbu zimelaaniwa na heri zingelitoka. wanataka kutufanya kama Ethiopia. wanataka kutugeuza, hatuna viongozi muonee hapa wa suspendre Sylvestre Ekenge, Sylvain Ekenge le général major, porte-parole wa au gouvernement côté FRDC mwenye alikuwa na tetea, eh, Uhutu, uhutu. Mwenye alikuwa na tetea utu wa kibinadamu alitoshwa kwenye madaraka, na journaliste ambaye alifize naye pia kafungwa. Kumbe nawaomba ndugu zangu wapendwa, mwenye akili timamu, mwenye akulaaniwa, mwenye aiko na yana mwenye Rwanda hakuna masomo. Mie na wasaidia iko kufavere yangu, ila na wasaidia kufavere yenyu, musikufe sana, musikufe sana, na watoto wasikufe. Utabakia bila mtoto, na ulikuwa na zaro kumi zaro saba zaro kumbili, utabakia bila hata mjukuu. Utakufa utazikwa kama imbwa mumakambi Urundi kuko sekansanku. Mile nye lienda kule na nye mnabakia mule, vanavaua vanavatinja wanachinja na og e kuchinja sa ngombe hivi mumuji wa Uvira. Kisha mnataka mfungule masomo mafi, masomo gani? aomasomo ani kichwa na miguru ya kumalizisha, ndugu zangu. Tangu utawala wa Tilongo hatuyawahi pata masomo yenye tamaliza d Leo muvita ndo mtakuya fungula masomo malizisha watoto. Hakuna masomo na mtishimame iko na muwaze saba zazi. Hakuna masomo. Mushaona divizio iko na barua yake iko na makashi zake. Mewa barua zenye iko zinazunguka zimeandikwa kwa mkono. Sasa na nataka niwaambie ndugu zangu. Hakuna masomo. Tungeni watoto kumanyumba. Hizo imbwa zisiwadanganye sije kuwauma, kuwa um, kuwa meno. Ndugu zangu mnisikilize sana, walio mbali na karibu, na mnisaidie kwa mamisha message hii kwa wakaaji wa Uvira, plaine de la Ruzizi, vunge fasi yote. Hakuna amani, hatuyakuwa ndani ya amani, tuko katika vita vikali sana. Vita vikali, sio vita vya ukabila. Heri ingelikuwa vita vya ukabila. Ni vita vya kutumaliza. Hakuna masomo Ndapo mtafungula masomo mtakuya sema wazalendo ni wabaya. Sasa tutawatie mo masasi pule, mjue kama Uvira ni shamba la vita. Mlelee watoto wenyu manyumba, hakuna shule na njala, hakuna hakuna mwalimu. Na kwa hiyo alikuwa kijana wenyu kamanda wa vita General Foudre Rouge Igwe, ambaye alikuwa anawapatia message hii, na muitangaze fasi yote, hakuna masomo Narudilia kusema hakuna masomo. Le 6 janvier, tarehe 6 mwezi wa kwanza, hakuna masomo. Atakayesikia amujuze mwezake. Akisante.